Nadharia za kuelezea asili ya ulimwengu ni nyingi mno. Kuna zile zinazohusiana na imani au dini, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, na kuna zingine zinazohusiana na sayansi. Ukosefu wa nadharia moja kamili ya kuelezea jinsi ulimwengu ulivyoanza katika imani tofauti sio jambo la kushangaza, kwani watu wa imani tofauti huamini vitu tofauti, lakini inapofika kwenye nyanja ya sayansi inashangaza kujua, eti hadi wa leo hakuna nadharia moja kamili ya kuelezea chimbuko la ulimwengu ambayo inakubalika na kila mwanasayansi. Hata hivyo kuna nadharia moja ambayo inakubalika na wanasayansi wengi, haswa sana wale wanaodadisi masuala ya kosmolojia. Kosmolojia ni nyanja ya sayansi inayohusiana na masomo au udadisi wa asili ya ulimwengu, ujenzi na maendeleo yake. Nadharia ya Big Bang au Big Bang Theory kwa Kiingereza ni nadharia inayopendelewa na wanasayansi wengi katika kuelezea jinsi ulimwengu ulivyoanza na jinsi ulivyokuja kukua hadi ukafika ulipo sasa. Tafsiri ya Big Bang kwa Kiswahili ni mlipuko mkubwa au kishindo kikubwa. Jina la nadharia hii linaweza kupoteza mtu kwa sababu ya kundi neno la Big Bang ambalo linampa mtu mtazamo wa kuwa kulikuwa na kishindo kikubwa kwenye maelezo yake ya chimbuko la ulimwengu. Acha nikufafanulie kwa urahisi, ili uelewe jinsi nadharia hii huelezea ulimwengu ulivyoanza. Kwa sababu nadharia hii huhusisha vipengele vingi vya kifizikia, maelezo yangu yatakuwa yamerahisishwa na kwa hivyo hayataweza kukupa taswira kamili. Fikiria kuhusu nadharia hii ya Big Bang hivi. Wazia ulimwengu wote, yaani nyota zote, sayari, galaksi na miili zote za anga za mbali, zote zikiwa pamoja na zimeshikamana na kutengeneza bonge bonge hili kano na kukua na miili yote, wazia likiwa na mata yote nafasi yote na wakati wote. Hii inamaanisha nje ya bonge hili hakuna chochote, hata nafasi wala wakati. Sasa wazia bonge hili limebonyezwa hadi likawa ndogo kuliko ncha ya pini na kutengeneza nukta, yani point. Nukta hii ndiyo huitwa singularity kwa Kiingereza. Kwa hivyo singularity ni nukta ndogo ajabu yenye uzito mkubwa usioweza kupimika na yenye joto ya juu zaidi, ambapo nyenzo zote na nishati ya ulimwengu zilikusanyika kule mwanzoni, ambao ni miaka bilioni 13.8 iliyopita. Wakati nukta hii yenye msongamano mkubwa ilizaliwa pale mwanzoni, ilianza kupanuka ghafla kuelekea pande zote kwa kasi ya juu kuliko kasi ya mwangaza. Kumbuka jinsi kasi ya mwangaza ilivyo juu sana. Na kama haukutazama video niliyounda kuhusiana na kasi ya mwangaza, fuata link inayoonekana juu ya video hii. Upanuzi huu ni kama ule wa baluni, lakini unafanyika kwa kasi ya juu sana na kwa muda mfupi, takriban nukta chache sana za sekunde. Kwa hivyo, kulingana na nadharia hii uumbaji wa ulimwengu haukukuwa mlipuko ulioanzisha vitu vyote, bali upanuzi wa ghafla wa ile nukta tuliyoita singularity. Na upanuzi huu ndio ulianzisha nafasi na wakati. Jinsi upanuzi huu ulivyoendelea, ndivyo nafasi na wakati zilivyozidi kuongezeka. Isitoshe, kadri ulimwengu ulivyozidi kupanuka na kukua mkubwa ndivyo ulipoa na kuruhusu chembe ndogo za kwanza kuundwa. Chembe hizi hatimaye zilijiunga pamoja na kutengeneza atomi, hasa hidrojeni na hiliamu. Katika kipindi kirefu cha mabilioni ya miaka, atomi hizi zilikusanyika na kutengeneza mawingu yaliyounda nyota na galaksi za kwanza. Ingawa nadharia hii ya chimbuko la ulimwengu inakubaliwa na wanasayansi wengi, singularity ni kitu ambacho hakijaeleweka vizuri bado, wanakosmolojia wanakubali kuwa hapo ndipo hesabu zao za kuelewa jinsi ulimwengu ulivyoanza zinaishia. Basi kama nadharia hii sio kamilifu, mbona inakubalika na wengi sana? Nadharia hii ya Big Bang inakubaliwa kwa sababu hizi tatu. Kwanza, upanuzi wa ulimwengu. Unapotazama kwenye anga za mbali, galaksi za pande zote zinaonekana zikisonga mbali na sisi. Hii inaonyesha kuwa kuna nguvu inayosukuma ulimwengu kuelekea nje. Wazia jinsi mlipuko hufanyika. Kabla ya mlipuko wa bomu, bomu lenyewe hukua kitu kimoja, lakini linapolipuka kila kitu husonga kwa kasi ya juu kutoka sehemu ya katikati ambapo bomu ilikuwa. Hivyo ndivyo inavyofanyika katika ulimwengu. Tunapoona galaksi zikisonga mbali na sisi, inamaanisha kuna wakati kule nyuma ambapo kila kitu kilikuwa kimoja. Pili, mionzi ya joto, yani cosmic microwave background radiation kwa kimombo. Wanakosmolojia wanaanza kupima joto lililobaki kutoka zamani wakati ulimwengu ulikuwa bado mchanga. Joto hili ambalo linapatikana kote kwenye nafasi yote ya ulimwengu linashiria kuwa kulikuwa na joto jingi sana pale mwanzoni. Tatu, viwango vya elementi rahisi. Viwango vya elementi rahisi kama vile hidrojeni na heliamu vinavyopatikana katika anga zote vinaendana na viwango ambavyo nadharia hii inatabiri viliundwa katika nyakati za mwanzo za ulimwengu. Ikiwa unaamini kuwa hii ndiyo nadharia inayoweza kuelezea ukweli wa uumbaji wa ulimwengu au la, unafaa kufahamu kuwa ni nadharia hii ndiyo inayotoa maelezo dhabiti na y kuridhisha kwa wale wanaotaka kuelewa ulimwengu wetu. Kwa kutumia nadharia hii, wanasayansi wameweza kufichua siri nyingi za ulimwengu ambazo zimesaidia kuelewa jinsi ulimwengu unavyofanya kazi. Msururu huu wetu wa ukuu wa ulimwengu utakuwa umejikita katika nadharia hii. Hivyo basi, ni vyema kuelewa nadharia hii ndivyo upate uwezo wa kuelewa jinsi ulimwengu ulivyo mkubwa. Hadi kipindi kijacho, zidi kukuwa na shauku ya kujua mengi kuhusiana na ulimwengu huu wetu. Asanteni.